Hello, habari, karibu sana. Hii ni Shayia TV. Leo nataka nikuelekeze ni jinsi gani unaweza ukabadilisha jina lako kwenye application ya Facebook au kwenye mtandao wa Facebook. Basi hebu tuende pamoja, ili uweze kupata elimu hii. Kitu cha kwanza kabisa utaenda kwenye application yako ya Facebook. Kumbuka ni ile Facebook yenye data nyingi na siyo Facebook Lite, au utaenda kwenye Opera Mini Browser, kisha utaandika facebook.com. Baada ya hapo, uta login kwenye account yako. Maana yake kuna sehemu itakuja ya kuandika namba yako ya simu na password ambazo ulifunguliaga account yako ya Facebook. Baada ya hapo, uta login au utaingia. Ukishaingia kwenye application yako au kwenye mtandao wako wa Facebook, itakuja dashboard kama jinsi mimi nilivyoingia hapa. Hasa twende tuanzie hapa mi nilivyoingia kwenye application yangu ya Facebook au kwenye mtandao wangu wa Facebook ilikuja kama hivi. Hii ndio dashboard yangu. Basi kuna mshale nimenyoshea hapo, hebu uone huo mshale, uangalie vizuri huo mshale nimenyoshea. Kuna sehemu ina vimistari vitatu vilivyokaa ulalo au horizontal. Basi utabonyeza hiyo sehemu hiyo Ukishabonyeza hiyo sehemu itakuja kama hivi, maana yake kuna maneno yatakuja kama hivi. Kama mimi hapa, inaonekana profile yangu ni kama jinsi navyonekana hapa, na jina langu ambalo nataka kubadilisha ni hili hapa mauni FX, FX. Sasa nataka nitoa hiyo mwisho ya FX, inatakiwa ibaki tu mauni FX. Sasa baada ya kufanya hivi, utashuka chini Eu e, shuka chini kidogo e, au ta scroll down, scroll down hapo. Ukishashuka chini e, ukishashuka chini, kuna maneno yatakuja kama hivi menu. Hebu angalia, kuna sehemu nimenyoshea mshale hapo, umeona hiyo sehemu iliyoandikwa settings. Maana maanake kuna settings and preferences, kuna settings. Sio kuna orders and payments. Sasa achana nayo maneno yote Hebu bonyeza hiyo sehemu nilionyoshea mshale imeandikwa settings. Basi baada ya kubonyeza hiyo sehemu, kama mimi nilivyobonyeza, inakuja kama hivi. Umeona vizuri, kuna maneno yamekuja baada ya kuklik hiyo menyu. Alafu sasa angalia hiyo sehemu nilionyoshia mshale kabisa, kuna mishale miwili limenyoshea juu juu hapo, sehemu imeandikwa personal details maana yake, kuna ile sehemu imeandikwa account centers. Sasa kuna maneno meno mengi hapo. Sasa kuna si, manage your connected experience and account settings across meta technologies. Sasa kuna neno la kwanza kabisa limeandikwa personal details. Hebu bonyeza ile sehemu iliyoandikwa personal details. Ukishabonyeza inakuja kama hivi, kama mimi maana yake sasa ni kama hivi, kuna maneno imekuja sui account centers, so kuna maneno imeandikwa andikwa hapo. Basi sasa kuna sehemu nimeweka hiyo hiyo mstatili hapo, hiyo sehemu imeandikwa profiles, alafu kuna jina hilo hapo maoni fx fx, si na username zingine zingine zipo hapo bila shaka umiona sasa, na wewe utabonyeza hiyo sehemu niliyoweka hiyo mstatili. Ukishabonyeza inakuja kama hivi, umeona zinakuja username tatu. Maana yake sasa mimi kuna majina matatu mengine ni ya Instagram. Sasa utaangalia jina la kwanza kabisa juu kabisa hapo hilo jina lenye F maanake, lenye hiyo alama ya Facebook hiyo, yaani hiyo sehemu nilowekea mstatili hiyo, ndio utabonyeza hiyo sehemu hiyo, maanake ndio sehemu ambayo tunataka kubadili hilo jina hilo. Basi ukishabonyeza hiyo sehemu, itakuja kama hivi, bila shaka umeona, maanake tunaenda kubadili sasa hilo jina. Baada ya kubonyeza hiyo username inakuja kabisa mauni FX, FX. Haya, chini kidogo kuna neno limeandikwa name, username na avatar. Na chini kuna hiyo username pia. Maana kuna hiyo jina pia ipo hapo chini. Hebu angalia hiyo sehemu niliowekea mstatili. Hii sehemu imeandikwa name, utaibonyeza hiyo sehemu. Ukishaibonyeza inakuja kama hivi. Hiyo sehemu ukishaibonyeza, kija kama hivi. Kuna sehemu kabisa inakwambia unabadilisha majina wang, ma, matatu yote, labda hapo. Kuna kuna sehemu nimewekea msatili ya kwanza, imeandikwa first name, jina la kwanza la kwangu hapo ni mauni FX. Maiden name, jina la kati sijaweka. Last name, ndo niliwekaga nini FX. Sasa mimi nataka nitoe nini nataka nitoe hapo kwenye first name nataka niandike tu mauni, alafu hapo kwenye middle name siandiki tu chochote, alafu kwenye last name, alafu naandika fx, au sio? Basi baada ya hapo, kuna hiyo sehemu inaandikwa name, kuna hiyo first name, yani jina la kwanza ambaye mimi sasa nimeshabadilisha, nimeandika mauni. Umeona, alafu middle name sijaandika kitu chochote, alafu kwenye last name, jina la mwisho kabisa hapo, au tunasemaga jina la babu unatumia, nimeandika FX, au sio? Basi wewe utaamua, utaandika jina lako unalolipenda. Basi baada ya hapo chini kabisa, kuna sehemu imeandikwa review change, au sio? Umeona hiyo sehemu nilionyoshea mishale mitatu hiyo sehemu nimenyoshea mishale mingapi? Mitatu bila shaka. Unaiona, utaibonyeza hiyo sehemu ili uweze kubadilisha jina lako. Sasa mfano kama hapa jina la kwanza na hakikisha ni Mauni, alafu last name ni FX. Kwena, na click hapo review, change. Bila shaka unaona, kwa sababu hapa nimenyoshea na mishale vile vile nasoma. Haya, baada ya kubonyeza hapo itakuja kama hivi preview and new name sasa ina-unainakwambia inakuambia chusa your name will appear on your profiles. Sasa hapa kuna maneno, kuna majina mawili: kuna Mauni FX alafu kuna FX Mauni. Kati ya majina mawili utachagua jina lipi ambalo unahitaji lilo linaonekana kwenye nini, kwenye profile yako ya Facebook, yaani kwenye muonekano pale wa Facebook. E, mtu akifungua tu hapo au hata ukifungua ili unaliona jina lipi? Basi mimi nimechagua hilo hapo, ndo nimelipenda, sio hilo chini, nimechagua hilo hapo juu Mauni FX. Basi baada ya kufanya hivyo, utaklik sehemu iliyoandikwa kwenye hiki kinukta hapo nilionyoshea hapa na mstatili, vile vile na mshale pia nimenyoshea. Ha, nimeklik hapo, yani nimebonyeza. Baada ya hapo, kuna sehemu imeandikwa done utabonyeza hiyo sehemu pia nimenyoshea na mshale kabisa, ili uweze kuelewa kwa haraka zaidi au kwa wepesi. Ukishabonyeza done, utakuwa tayari ushabadilisha jina lako la Facebook. Kama mimi mwonekano ndo kama jinsi inavyoonekana Facebook, ambayo ni alafu chini vile vile imeonekana Facebook maana hadi kwenye profile itakuwa inaonekana hivo hivo. Bila shaka nimenyoshana na mshale vile vile e, kama hivyo profile. Mara ya kwanza ilikuwa mauni fx fx zilikuwa mbili, sasa hivi nimebaki moja. Hizo unazoziona za chini ni za Instagram, so za Facebook. Haya ni majina ya uh, Instagram, so ya Facebook ya Facebook ndio kama inavyoonekana hapo mauni fx. Basi nataka niende sasa kwenye application ile Facebook Lite nikaone ndo kama hii hapo, una click hapo vile vile. Hii ni application nzuri ya kutumia, maana yake inatumia data chache, tunasema less data. Kwanza huwa ina MB mbili tu kama sikosei eh Ukishabonyeza hapo inakuja kama hivi, dashibodi yangu ndo kama hivi na nimeenda kwenye menyu. Mara ya kwanza ilikuwa mauni FX, FX sasa hivi imekuwa ni mauni FX. Bila shaka umeelimika na elimu hii, na sidhani kama unaweza ukashindwa kubadili jina lako la Facebook, ukiangalia vizuri na ukifuatilia video hii na kukumbusha kama wewe ndio mara ya kwanza umetazama video hii kwenye chaneli hii ya Shayia TV, hebu subscribe chaneli hii ili usiwe na pitwa na baadhi ya elimu ambazo nitakuwa natoa. Kama umependa video hii, hebu like. Vilevile sambazia na wengine ili waweze kujua jinsi ya kubadili majina yao kwenye application ya Facebook au mtandao wa Facebook. Nakutakia siku njema.